Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Mwislamu, kila siku tunakula asubuhi, mchana, jioni, lakini je, tunakumbuka ni nani anayetupa hicho chakula? Ndugu yangu, riski si ujanja, si nguvu, si kazi tu, ni neema ya Allah subhanahu wa Ta'ala na kila neema inapokelewa inayopokelewa lazima ianze kwa bismilahi rahmani rahimu. Ndugu yangu Mwislamu, Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alitufundisha jambo dogo sana kwa maneno lakini lenye uzito mkubwa mbele ya Allah, nalo ni kusema bismilahi kabla ya kula. Kwenye darasa letu hili la leo nitakuonyesha, eh, nitakufundisha dua kabla ya kula dua, unapokuwa katikati ya chakula yani unapokuwa umesahau kuanza dua, na dua unapokuwa umemaliza kula chakula. Dua kabla ya kuanza kula, na dua unapokuwa umesahau huko katikati ya chakula, yani huko unaendelea kula haukukumbuka kusema bismillahi, basi kuna dua ya kutamka. Na pia na hapa nitakufundisha dua baada ya kuwa umeshamaliza kula chakula. Ndugu yangu Mwislamu, katika hadithi alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba e, kila jambo lenye umuhimu lisiloanza kwa kutajwa jina la Allah huwa limekatika baraka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukianza kula bila bismillahi, sheitani anakula pamoja nawe Mtume sallallahu alayhi wasalam alisema, sheitani hushiriki kula na mtu anayekula bila kutaja jina la Allah subhanahu wataala. Ewe ndugu yangu Mwislamu, unaposema bismilahi, unajilinda wewe na riski yako kutokana na sheitani, unaleta baraka kwenye chakula na utulivu wa moyo. Hata kisayansi mtu anayekula kwa utulivu akimtaja mola wake Mwili wake unapokea chakula vizuri. Kwa hivyo, kabla ya tongi la kwanza, sema kwa sauti ya unyenyekevu bismillah, yaani kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na kama umesahau mwanzoni, ukikumbuka katikati ya kula, sema hivi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, yani, kama uko katikati ya chakula wali ulisahau kutamka mwanzoni kabla ya kula chakula, sema hivi bismilahi fi awalihi wa akhirihi, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwanzoni na mwishoni kwake. E, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwanzoni na mwishoni kwake. Bismilahi fi awalihi wa akhirihi. Hivyo, ndugu yangu Mwislamu, eh, dua baada ya, baada ya kula unapokuwa umemaliza kula chakula chako umeshiba vizuri basi, hakikisha unasema hivi: Alhamdulillahi lladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa. Tafsiri yake ni kwamba sifa njema ni za Mwenyezi Mungu aliyenilisha chakula hiki na kuniruzuku bila nguvu wala uwezo kutoka kwangu. Dua hii ina maana kubwa sana. Inakufundisha unyenyekevu kwamba hata kipande kidogo cha mkate ni kwa idhini ya Allah. Ukisema dua hii kwa moyo, unapata baraka tatu: moja, baraka ya chakula ulichokula; mbili, kuingizwa katika kundi la wenye kushukurani kwa Allah; tatu, kujiepusha na kibri cha nafsi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Hakika Allah anapendezwa na mja anayekula kisha akamshukuru. Hivyo ndugu yangu Mwislamu, tusiruhusu haraka za dunia zitufanye tusahau dua. Dua hizi ndogo zina ukubwa, zina faida kubwa sana, ambapo tutakapokuwa tunazileta katika maisha yetu ya kila siku, zina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wataala kila siku kabla ya kula e, wafundishe watoto wako, mke wako, rafiki yako, sema pamoja nao bismillahi, wa kusikie wakati unaanza kula chakula hicho, na baada ya kula wafundishe waseme alhamdulillahi ataaman wa razakanihi. Mtoto anayejifunza kutamka bismillahi, ndugu yangu mwislamu, mapema moyo wake hujawa na baraka na hofu ya Allah katika maisha yake yote. Hivyo ndugu yangu Mwislamu, haya ndiyo mafundisho ya mtume wetu Muhammad, rahma kwa ulimwengu wote. Tusidharau dua hizi e, kwa sababu ndizo zinazoleta amani, zinazoleta baraka na zinazoleta upendo wa Allah ndani ya nyumba kwa hivyo ndugu yangu Mwislamu, kila tonge ni baraka, kila pumzi ni neema. Tumuombe Allah atufanyie tuwe miongoni mwa wenye shukurani. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiyo mtoaji wa riziki. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wakina adhaban nar, ewe Allah, tubariki katika riziki uliotupa na utuepushe na adhabu ya moto. Allahumma amin ya rabbul alamin wa hadha. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.